Naam, karibu kwenye taarifa zetu na tunaanza na taarifa zetu na taarifa ambayo ni ya kutamausha sasa, kwa wazazi wenye watoto wadogo. Watoto watatu wa kundi la watoto kumi hunywa pombe. Haya ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la utafiti la Ipsos Synovate kuhusiana na ulevi miongoni mwa watoto. Takwimu hizo zimetolewa eh, siku chache tu tangu kundi la watoto eh, kupatikana wakibugia pombe eh, kwenye klabu kimoja cha katikati mwa jiji la Nairobi. Murimi Mwangi basi anatufungulia taarifa zetu na taarifa hiyo kwa kina. Utovu wa nidhamu umekithiri miongoni mwa watoto, ni wazi kutokana na visa vya hivi majuzi vya watoto kupatikana wakinywa pombe, wengine kuvuta bangi na kushiriki ngono hata kwenye sehemu za burudani. Haya yote yakifanyika machoni pa umma, lakini sasa kuna taarifa za kutamausha zaidi. Utafiti umebaini kwamba thuluthi mmoja watoto kote nchini wanakunywa pombe, wengine wakifanya hivyo machoni pa wazazi na familia zao. The, the, the and kulingana na shirika la utafiti la Ipsos, asilimia thelathini na sita nukta saba ya watoto wenye umri wa kati ya miaka kumi na miwili na miaka kumi na saba wanakunywa pombe, huku asilimia hamsini na nane ya na wanaokunywa pombe wakiwa ni wale wa jinsia ya kiume. Lakini la kutia hofu zaidi ni kuwa asilimia thelathini na moja watoto wanaokunywa pombe wamefunzwa kufanya hivyo na ndugu zao na hata jamaa wa karibu, huku asilimia kumi na nne watoto hao wakitajwa kunywa pombe nyumbani mwao, haya yote yakifanyika machoni pa wazazi wao. Aidha, sure so asilimia 32.9 ya watoto wa levi hunywa pombe wakati wa likizo, huku asilimia 44.9 wakikiri kunywa pombe wakati wa sikukuu kama vile wakati wa Krismasi kwamba they asilimia hamsini na sita ya watu wanaokunywa pombe walionja kwa mara ya kwanza wakiwa na umri wa chini ya miaka kumi na sita. Ni takwimu ambazo wazazi na walimu wa wanasema ni za kusumbua, lakini sasa yapo matumaini kwamba kampeni hii inayojiita under 18 asipewe. Itakuwa suluhu kwa tatizo hili. Murimi Mwangi, KTN leo Nairobi.